Sitawaangusha, nitakuwa mtumishi wenu bila kubagua itikadi zenu za vyama, bila kubagua sura zenu, bila kubagua makabila yenu, bila kubagua dini zenu, kwa sababu Watanzania wote kwa umoja wetu tunahitaji maendeleo. Na mimi ninaamini kama nitachaguliwa nikaisimamia vizuri ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ina mambo mengi mazuri kwa ajili ya Watanzania. Yamo masuala ya elimu, yamo masuala ya biashara, yamo masuala ya uvuvi, yamo masuala ya kilimo, yamo masuala ya barabara, yamo masuala ya umeme, yamo masuala ya ajira na hasa hata ajira za hawa watu wadogo wadogo ambao mara nyingi wanasumbuliwa sumbuliwa. Tutasimamia haya yote ili hata wafanyabiashara wadogo wadogo na vikodikodi vya ajabu ajabu tuweze kujisimamia. I ninasema hivi kwa sababu ninafikiri nimelelewa vizuri na Chama cha Mapinduzi, nina uwezo wa kuyatekeleza haya. Ninayasema haya kwa uwazi, kwa sababu wapo viongozi mahiri watakao kuwa wananielekeza njia. Yuko mzee Mwinyi, yuko mzee Karume, yuko mzee Mkapa, yuko mzee Jakaya Mrisho Kikwete, wako viongozi wengi hapa. Chama cha Mapinduzi kina viongozi walio mahiri. Sitapotoka, sitalinga, sitajivuna. Kazi yangu itakuwa ni kufanya kazi. Labda mmechoka ndugu zangu, mserema ndugu zangu anachaka Ninajua mtanikosa katika kipindi cha miaka ishirini, na mimi ninaamini mtani nitawakosa katika kipindi cha miaka ishirini. Nilipokuwa mbunge wenu niliwapenda sana, na ninajua na ninyi mlinipenda sana. Katika kipindi cha miaka kumi mfululizo mlinipitisha bila kupingwa, miaka yeah, yeah, kumi. Ile mingine ndio yakatokea kidogo kwa kushindikeja ntoji Ninawashukuru sana. Nina matumaini makubwa, kwa sababu mliniamini katika miaka ishirini, nikiwa waziri wenu, nikiwa mbunge wenu, hamtashindwa kuniamini katika kipindi kingine kwa nafasi iliyo kubwa zaidi. Niwaombe ndugu zangu, kwa sababu kwa sasa hivi kuna mchakato wa kuwapata madiwani na kuwapata wabunge na ninauhakika, wapo wanaotaka kuwa wabunge kwenye jimbo la Chato, msiniangushe, msiniangushe, ili kusudi nitakapokuwa rais, kama Mungu atajalia, niwe napata mtu wa kumwelekeza hapa, afanye yale yaliyobaki ambayo nitakiwa kuyafanya. Musiniangushe. Musi musiniangushe. Maani kwa matoko bani. Maani era kwa matoko bani. Maani era kwa matoko bani. Chato ni lazima iendelee kuendelea. Tena kwa sasa kwa sipidi kubwa zaidi umno wabyagilaisi ukuju ukalombe hani ululicoba <laughs> lululyatompak <laughs> ukanombe nani lulu mumo mungu <laughs> kwa hiyo nina waomba ndugu zangu msini yangushi